Hii ninayoiona uwanjani, nimefurahi sana ndugu zangu. Asanteni sana kwa kweli, mmethibitisha kwamba Pangani ni jimbo la mchapakazi ndugu Aweso. Lakini nimefika hapa nikajua pia mneki wote wanatoka huu na furaha ninayoiona hapa inanionyesha kwamba wana Pangani, mna mshikamano mkubwa sana, mna mshikamano mkubwa sana, lakini pia ni wapenzi wa chama chenu, Chama cha Mapinduzi. Lakini inaonesha pia kwamba mna imani na viongozi wenu ngazi ya taifa na ngazi ya jimbo hapa Pangani. Oye oh yeah. Ndugu zangu Wapangani, wabunge wenu, wagombea ubunge, ndugu Husna, lakini na mgombea ubunge wa jimbo hili ndugu Aweso, wamesema mafanikio yaliyopatikana ndani ya Pangani na kwa kidogo ndani ya mkoa. Sasa mimi niwapongeze sana kwa maendeleo haya yaliyopatikana. Ni kweli nilivyoanza kuijua Pangani na Pangani ya leo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini niseme kwamba mwezi Februari mwaka huu nilikuja hapa Pangani kwa madhumuni ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa daraja la Mto Pangani, lakini vile vile na bia, ba, barabara nayotoka Bagamoyo kupita Saadani, Pangani hadi Tanga. Kwa muda mrefu wananchi wamekuwa wakisubiri barabara hii ambayo itakwenda kuondoshea adha ya kulazimika kuzunguka na kusafiri masafa marefu kwa kukosa muunganiko kati ya wilaya hizi mbili, Bagamoyo na huku Pangani. Barabara hii nataka niwaambie, na leo ndio nimekuja nayo, inaendelea vizuri na inaendelea itaenda kufungua ukanda huu wa pwani kiuchumi na kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji. Sasa kwa wale ambao hawajapata fursa ya kuisoma ilani, naomba nigusie mambo machache madogo. La kwanza tunapoanza na barabara hii ya Bagamoyo Pangani, kwa kipande cha Tanga Pangani kilomita hamsini ujenzi umefikia asilimia sabini na tano nami nimeuona na nimeona kuna daraja pale linamalizwa kujengwa ili lami ianze kumwagwa. Lakini pia kwa kipande cha Pangani Saadani Makurunge, kilomita 95 ujenzi huu umefikia asilimia hamsini, na daraja la mto Pangani nalo la mita mia tano na ishirini na tano pamoja na barabara unganishi imefikia asilimia sitini na mbili. Ahadi yetu, ahadi yetu kwenu wana Pangani ni kuikamilisha barabara hii kikamilifu, na si muda mrefu tutaanza kufaidi matunda ya barabara hii. CCM oyee! Ndugu wananchi, niingie sasa kwenye swala la uvuvi. Na mbali kule, ukitupa jicho, naona salamu za wavuvi wameniwekea pale, lakini niseme kwenye uvuvi tuliweza uh, tuliwezesha upatikanaji wa boti kumi na tano zinazokwenda mbali baharini kwa ajili ya shughuli za uvuvi wa dagaa na samaki. Ninakumbuka nilizindua pia mradi huu wenye thamani ya shilingi milioni moja na milioni mia sita ambao utaongeza fursa za ajira kwa vijana wetu. Lakini sambamba na hilo tumeanza ujenzi wa soko la samaki la kimataifa pale kata ya Kipumbwi mradi huu wa shilingi bilioni moja na milioni mia tatu utakaokuwa na vifaa vya kukaushia dagaa pia ni muhimu katika kuongezea kipato wavuvi na kuchochea maendeleo ya wilaya yetu. Na nataka niseme hayo ni awamu yaliyopita, lakini awamu ijayo tutaendelea kuwashika mkono wavuvi na kuengeza kipato chao. Kwa upande wa wafugaji ambao mabango yao yako mbele hapa na wameeleza yale yote ambayo tumeyafanya. Nataka niseme tutaendelea kugeuza sekta ya ufugaji kuwa sekta ya kisasa kabisa. Lakini kwa Pangani tumetoa ng'ombe wa maziwa wa hamsini na moja, lakini kwa kitaifa ruzuku ya chanjo, chanjo bure kwa kuku, lakini nusu bei kwa mifugo mingine ya chanjo. Na hii tumeifanya kupandisha thamani ya mifugo yetu. Tumehangaika kwa muda mrefu kutafuta soko la kimataifa, tumepata masoko makubwa sana ya kimataifa. Tanzania sasa tunaweza kupeleka nyama, wanyama hai na mazao mengine ya mifugo. Tatizo letu ilikuwa hatukuwa na rekodi ya kimataifa kwamba afya za mifugo wetu ziko vizuri, na ndiyo maana tumetoa chanjo ya ruzuku mifugo ichanjwe yote ili turekebishe kosa lile na tuweze kutumia soko lile ambalo tumelipata. Na sasa niongee na wafugaji kwamba tuchanje mifugo, tufuate masharti yote, ili lile soko tuweze kulitumia vizuri. Wafugaji mneemeke, taifa lineemeke. Kwa hiyo wafugaji, hongereni sana, na napokea shukrani na pongezi ambazo mmeniwekea mbele yangu hapa. Ndugu zangu, kwa upande wa kilimo, ahadi yetu ni kuendeleza programu yetu ya jenga kesho iliyo bora kwa ajili ya vijana, au jina jengine ni BBT. Na kwa hapa Pangani, vijana, tusikilizane kidogo na washukuru kwa mhogo mzuri. Haya, tusikilizane, ongereni kwa mhogo mzuri. Kwa hapa Pangani tumefanya kazi ya kuweka vituo vya zana za kilimo kwanza, lakini tumesema tutafanya Jenga Kesho Iliyo Bora kwa upande wa kilimo kwa vijana, awamu kwa awamu, katika maeneo mbalimbali nchini, lakini kwa hapa Pangani tutaanza na maeneo ya Mseko, Kipumbwi na Kiguru Simba. Huko ndipo tutaweka miradi hii ya Jenga Kesho Iliyo Bora ambako maeneo tayari yameshatengwa. Sasa tuombe maeneo mengine kama wilaya nyingine, kama mna maeneo mtenge, ili serikali ije kufanya hiyo kazi. Kwa upande mwingine, niingie upande wa madini, ambako tuliendelea kutoa kipaumbele kwa wachimbaji wadogo katika utoaji wa leseni, hususan kwenye kata za Ilozo, Kimanga, Kipumbwi, Mikunguni Mwera, Tungamaa na Bweni, huko kote tumeshughulika hasa na wachimbaji wadogo kwenye madini. Miaka mitano ijayo pamoja na kuongeza utafiti wa maeneo ya madini, kwa sababu katika nchi yetu, nchi nzima ni asilimia kumi na sita tu ya nchi ndiyo imefanyiwa utafiti kuhusu madini. Tunajipanga miaka mitano inayokuja tuongeze tena asilimia kumi na nane mpaka ishirini ya nchi yetu tufanye utafiti, madini gani yapo maeneo gani, ili vijana wetu wanufaike na uchimbaji mdogo mdogo na waongeze kipato cha kaya zao. Ndugu zangu, mbali na hayo niseme kwamba zaidi ya shilingi milioni mia sita arobaini na mbili zimetolewa kwa mikopo asilimia kumi, lakini kama alivyosema mteule um, wa ubunge Husna kwamba pamoja na hayo, serikali imeona haja ya kuanzisha mfuko maalum kwa wafanya biashara wadogo wadogo wa aina zote na tutaanza na bilioni mia mbili halafu tutaangalia mfuko unaendaje ili kutanua zaidi fursa za mikopo kwa wafanya biashara wadogo wadogo makundi yote pamoja na wale wenye changamoto za ulemavu. Lakini jengine kwenye umeme, wagombea ubunge wameyasema vizuri sana. Tunaendelea kukamilisha kwenye vitongoji, na katika miaka mitano ijayo, uwepo wa umeme sio tu utaenda kupunguza matumizi ya nishati chafu, bali pia utaenda kwenye kongani ambazo tutaziweka katika wilaya zakazokuwepo katika kila upande wa wamesema ilikuwa wilaya ya Bagamoyo jirani zenu. Na kwa taarifa iliyotoka jana, kwa mwaka mzima huu, kwa sababu ya kuboresha huduma za afya, hakukuwa na kifo cha mwanamke au mama wakati wa kujifungua. Mwaka mzima, hakuna Bagamoyo, hakuna Chalinze. Mambo ni mazuri. Kwa hiyo ile zawadi tuliopewa Tanzania haikuwa ya kupamba, ni zawadi ya kweli. Kwa upande wa afya, tutaendelea kuzidisha huduma za afya au kuweka uwekezaji zaidi kwenye huduma za afya, vitendea kazi kwenye huduma za afya, vifaa tiba, uongezaji upatikanaji wa madawa, lakini pia nimeahidi kuongeza watumishi kwenye sekta hii kwa upande wa maji, kijana wetu amefanya kazi nzuri sana kwa Tanzania nzima, yeye na wizara yake na watu wake. Na kama anavyosema mwenyewe, nilipompa dhamana hii nilimwambia ukinizingua, tutazinguana. Nataka na niwathibitishie wanapangani na wanatanga, kijana hakuzingua, hakuzingua, na ndio maana kitaifa zaidi ya asilimia 85 nadhani ni 81.82 point kwenye miji yote kitaifa, na vijijini tuko zaidi ya asilimia tisini pia na kwa vile vijiji vichache ambavyo havijapata maji kazi inaendelea. Miaka mitano ijayo tunakwenda kumaliza kazi ya upatikanaji wa maji safi na salama kote Tanzania. Kwao kijana hakuzingua, amefanya vizuri na hapa Pangani kazi ni hiyo hiyo, tutakwenda kumalizia maeneo yaliyobaki yaliyotajwa hapa, kazi ni hiyo hiyo. Kwa upande wa elimu, wamesema kazi imefanywa vizuri. Ahadi yetu kwenu ni kuongeza miundombinu ya elimu, lakini pia kutoa zaidi vifaa vya kufundishia na vya kujifunzia, na tutaendelea na ile elimu bila malipo kuanzia darasa la chini hadi kidato cha sita, lakini vile vile tunaendelea kutunisha mfuko wa vijana wetu wakimaliza kidato cha sita kwenda masomo ya juu vyuoni, ule mfuko wa mkopo tunaendelea nao. Pamoja na hayo, wamesema tumeweka VETA kila wilaya, na madhumuni ni kama walivyoyasema. Taendelea. Kwa upande wa miundombinu ya barabara Tumefanya makubwa lakini bado kiu ya barabara ipo. Taendelea kuwapa nguvu TARURA na TANROADS waendelee kujenga barabara zetu, lakini kwa umahususi hapa Pangani, taboresha barabara ya Pangani Muheza kwa kiwango cha lami ili kuimarisha mawasiliano kati ya wilaya hizi mbili. Baada ya kusema hayo, nirudi kwenye maombi ya mgombea ubunge. Kwamba nahitaji usafiri wa boti takaovusha wananchi kwenye pande alizozitaja lakini pia bandari ya mifugo. Haya yote tunayachukua na tutakwenda kuyafanyia kazi. Ndugu zangu wa Pangani, nimeshakuja Pangani, nimesha Pangani mara kadhaa kwa ajili ya kazi, lakini mara hii nimekuja kivingine. Nimekuja kuomba ridhaa yenu, nimekuja kuomba kura zenu ili Chama Cha Mapinduzi kiendelee kuongoza nchi hii kwa miaka mitano ijayo, ili tuweze kuitumikia nchi na kuinua utu wa Mtanzania. Ndugu zangu, ombi langu kwenu, tarehe ishirini na tisa mwezi huu, tutoke wote, twende pamoja twende pamoja vituo vya kura tukapige kura. Ombi langu kwa mabalozi, mabalozi mliopo mikono juu hapa, mabalozi wa maeneo mbalimbali, ombi langu kwenu, usitoke peke, toka na nyumba zako pamoja, tukapige kura. Ombi langu vijana wa maeneo mbalimbali, muhakikishe watu wote wametoka na kwenda kupiga kura, na kwa wale wasiojiweza wagonjwa, kunakuwa na mpango maalumu vijana wa kuwawezesha kuwapeleka na kupiga kura. Hayo ndiyo maombi yangu. Sasa ni oye. Sasa ndugu zangu, niwaite madiwani na mheshimiwa mbunge au wabunge kwenye jukwaa hili ili tuwakabidhi ilani na kwa pamoja tuombe kura. Asanteni. Haya, madiwani tunaogombea na viti maalum, tujipange tukiwa tumeshika ilani zetu. Wakati huo, mgombea ubunge wa jimbo la Pangani na mgombea ubunge wa viti maalum wakikabidhiwa ilani za uchaguzi ya mwaka 2025 2030 ikiwa ni mkataba wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa hapa Pangani. Dr. Samia hoye, wanapangani! Pangani hoye, mbu Hassan mgombea wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanapangani asieni jua ni mimi nayeongea hapa, lakini pia niko na wabunge, na kwa pangani ni mbunge wenu ndugu Juma Wesu. Hamu Juma Wesu, lakini Husna ye mambo yake tayari ila anapitapita kuomba kura ili kura ziwe nyingi apate kuingia bila matatizo. Lakini mbele yetu sisi kuna madiwani ambao na wenyewe na hivyo ndio vitendea kazi maonyesho. Wananchi, ilani zenu tumewakabidhi. Vitendea kazi, fedha tunazosema zinaletwa ndani ya Pangani zinafikia halmashauri, zinapokewa na madiwani sasa wanakaa kujadili na kusimamia ulioletewa fedha hizo. Kwa hiyo, mimi mwenyewe wa bunge tunaomba kura zenu, tunaomba Mungu awabariki mkae salama. Tarehe ishirini na tisa wote fanyaje? Tukatiki kwa Chama cha Mapinduzi, kwa rais, mbunge na madiwani. Asanteni sana, tunaomba kura zenu. Kidumu chama cha mapinduzi! Wanapangani, sijasikia. Kidumu chama cha mapinduzi! Haya, tukakipeni kipeni kura. Kidumu! Asanteni sana, weka mikono juu.